Kuna watu wamekata moto, wanaungaunga waya kila siku. Hamjasikia nyie? Hamwaoni wanaungaunga waya kila siku? Inabidi waongeze kifurushi, umeme unakata, inabidi waongeze tena kifurushi. La pili, ndugu zangu, naomba kwa dhati kabisa niwashukuru ndugu zangu kwa mahudhurieni haya, mahudhurio hawa jamaa zetu, jirani zetu haya, hata wakenda wakauza mpaka Kisiwandui hawayapati. hawawezi hata wakenda kusema wayanunue, maanake wanaongeza vikosi, walimu, sijui nani, lakini hata nusu ya haya wanaweza kuyapata. Mafuta lita arobaini mpaka yamewashinda, sasa mafuta lita ishirini hawajapata. Mahudhurio haya wajue kukataliwa. Waambieni, juweni kukataliwa. Wenye nchi wamekataa, mtu ajue kukataliwa, au sio? Eh bwana, hatukutaki kutusiki. Au labda nyie hamjamwambia, bora mwambie, hebu asikie, hajasikia Basi japo hajasikia, naamini atapelekewa salamu. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi niwashukuru sana kwa mahudhurio haya. Ni ujumbe wenu, ni sauti yenu, kwamba wana wananchi, wana wenye nchi sasa, wanataka nchi yao, wanataka mabadiliko katika nchi yetu. Ndugu zangu, leo ninajua kwamba mmeshiba mchuzi na umchuzi kwa jinsi ulivyokuwa mzuri, natamani hata nisiwaongezee chochote leo, muondoke nao mkatafakari, hasa vijana, kama mlivyoambiwa, darasa iliyotolewa hapa jamani, muhimu sana muhimu sana na uzuri wa darasa hii zina na ushahidi. Mimi niwaongezee moja tu ili iongeze katika darsa hii ambayo leo mwenyekiti wa timu ya ushindi, makamu mwenyekiti wetu, katusomesha. Naamini kwa wenzetu kuna watu hawajawahi kusikia kitu hichi. Mimi niwaongezee moja ili alilosema kwamba nchi ya mwanzo Zanzibar kuwa na mahusiano nao walikotoka wametoka wakaja kufanya mkataba wa urafiki na biashara na Zanzibar wa Marekani kama alivyosema, 1837 na mwaka huo huo wakaleta balozi wao wa mwanzo. Balozi huyu akiitwa Richard Waters, akiitwa nani? Richard Waters. Huyu bwana kule kwao Marekani alikuwa anatoka mji mmoja unaitwa Salem. Unaitwaje? Salem. Alipokuja hapa Zanzibar akawa na rafiki yake ambaye alikuwa ni msaidizi wa sultani, akiitwa Kapten Hassan. Kapten Hassan alikuwa na shamba lake hapa ambapo siku hizi tunapaita Selemu. Captain Hassan aliita shamba lake Salem kwa urafiki na kumfurahisha rafiki yake balozi wa Marekani Richard Waters, ndio leo waswahili tunaita Selemu. Leo tunaita Selemu, lakini asili yake ni hiyo. Mjue historia ya nchi hii, leo una Salem ndani ya Zanzibar tena, si jana na juzi, miaka zaidi ya mia na themanini iliyopita. Sasa watu leo wanataka hii waje waifinyange waikanyage, eh, waivize waififilize waitie mkobani, na sisi wenyewe tukae kimya. Mnakubali nyie hivyo? Mnakubali Wamechelewa sana, wamechelewa wenyewe. Tuko macho, na walipoikosa ndio wameikosa. Tunachowabia ndugu zangu kwamba wenyewe tuko macho na haya